Uchimbaji madini Mwatate kaunti ya Taita Taveta huwaletea faida kubwa wahusika kupitia upande mmoja, na upande mwingine, biashara hiyo ni jinamizi linalowakosesha usingizi hasa wenyeji. Na hii leo tunajiuliza, wanaojifaidisha kupitia jasho lao haswa ni kina nani? Mwanahabari Francis Mtalaki amelivalia njuga swala hili na kutuandalia taarifa hiyo kutoka Mwatate. Ndio kazi wanayoifanya kila siku wachimba madini hapa Mwatate bila ya kujali kiasi cha jua na mahala pa kufanyia kazi. Bidii ya mtu ambaye ukitua hapa utaiona bayana kupitia machimbo haya yaliyochimbwa mengine kiasi cha kilomita mbili, yote kwa kutumia mkono. Madini aina ya gemstone ndiyo hupatikana hapa na wenyeji wanafahamu kwa kina thamani yake yeah. Meri Msau ni mmoja wa wanawake ambao kila uchao hufika hapa kuchimba madini. Kazi hii ndiyo imekuwa kitega uchumi kwake. unaweza shinda hata mchana mzima ukose kupata kabisa. mm -hmm. Nategemea tu ni ile bahati, yani. Katika siku njema, Meri anaweza kujipatia kiasi cha shilingi elfu mbili na kwa wakati mwingine huambulia patupu. Si hayo tu, katika kichaka hiki ipo hatari ya kukumbana na wanyamapori na hata nyoka. Kazi ni ngumu sana, nataka moyo pia vifaa vya kutumia kazini inakuwa na shida sana, kama vile kuchimba wakua huku chini na matatizo sana. Baada ya dharubu hizi zote, jasho la Meri huishia mikononi mama wakala ambao mara kwa mara hununua mawe haya na kuyauza kwa mabwenyenye. Inao wafaidi wao, wachimba migodi wakisalia mikono mitupu, kama ilivyodhihirika katika kituo hichi. Mawakala wameketi raha mustarehe wakisubiri wachimba migodi kuwasilisha bidhaa zao. Alafu hii ni green garnet, alafu hii ni ruby. Madini kama vile tomaline, green garnet na ruby ndiyo hupatikana hapa kwa wengi, lakini cha kushangaza hakuna bei kamili ya ununuzi hapa, waofanya biashara kwa njia ya maelewano. Bei za kimataifa za uuzaji madini aina ya tomalin ya rangi ya waridi inayouzwa shilingi elfu themanini na sita na mia nane huku rangi ya kijani kibichi ikiuzwa shilingi elfu arobaini na saba mia saba na arobaini na ile rangi ya nyekundu ikiuzwa laki moja na elfu nane na mia tano hii ikiwa ni kwa kilogramu moja tumeishi katika hali ya kunyanyaswa kama hii tuma hii kwa sahii ndugu zetu wa tanzania ndo wananunua kwa wingi ya na ile bei wanalipa ina, wana, wana transport wanatoa kenya wanaipeleka tanzania So wao ndo tuseme wamesababisha tukajua maya yasoma alinikiwa na soko. Vilevile, wamiliki wa migodi mikubwa wanalaumiwa kwa kutumia wachimba migodi vibaya, kwa kuondoka na donge nono na kuwaacha wenyeji kwa umaskini. Na si hayo tu, baadhi ya wachimba migodi wenyewe hujikuta matatani, kwani wengi wao husalia wa kujiingiza katika anasa mara tu wanapopata hela kutoka kwa mauzo ya mawe. Ingawaje ni biashara ya patapotea, kwa wakazi wa Mwatate maisha yakamiliki bila y biashara ya uchimbaji madini. Francis Mtelaki, KTN Leo Wikendi.